Kwanza uh, ni kwa ajili ya kupitia jukwaa hili na vyombo vya habari tuweze kufikisha elimu ya fedha kwa umma, kwa sababu tunaamini kwamba vyombo vya habari vinao uwajibu mkubwa wa kuelimisha umma. Kwa hiyo tumeona basi tukiweza kushirikiana na vyombo vya habari lengo la kutoa elimu ya fedha litafika mbali kwa mapana na kwa uh, ufanisi unaotakiwa. Kwa hiyo kupitia jukwaa hili na vyombo vya habari leo tumeweza kuwashirikisha mada mbalimbali mbali za elimu ya fedha, kuanzia uwekaji akiba, jinsi ya kudhibiti au kumanage madeni, uwekezaji, pamoja na mada nyingine mbalimbali mbali ambazo zipo ndani ya mada nzima pana ya masuala ya elimu ya fedha. Tunawashukuru vyombo vya habari uh, kwa jinsi walivyolipokea hili na wameahidi kwamba wataendelea kushirikiana na Akiba Commercial Banki uh, katika programu hizi za kutoa elimu ya fedha uh, kila mara uh, kupitia uh, programu mbalimbali ikiwepo pia kuanzisha uh, ushirikiano thabiti katika uh, kutoa elimu ya fedha kwa jamii. Naitwa Joseph Maratula Samson ni meneja wa Akiba Commercial Bank tawi la Ubungo. Kwa kwanza nawashukuru waandishi wa habari wa ambao wote wametenga muda wao kujumuika na sisi kwa ajili ya swala la elimu ya fedha. Lakini nataka nitumie wasaa pia kuwaalika wafanyabiashara wote, waajiriwa wa serikalini na makampuni binafsi, wafike hapa Ubungo au matawi yoyote yale ya Akiba Commercial Bank ambayo yako karibu na sehemu zao za kazi kwa ajili ya kupata huduma mbalimbali za kibenki. Sisi kama Akiba mwaka huu tumejipanga kuanza kuhakikisha Watanzania wanatumia digital platforms, kwa ajili ya kufanya financial, kufanya financial transactions lakini pia, pia tumejipanga kuwawezesha kwa kuwapa mikopo ya wafanyakazi, mikopo ya wafanyabiashara, garantii za aina zote zinapatikana na interest yetu ni nafuu sana. Sisi kama Akiba tuna huduma nyingi za kidijitali kama nilivyozisema mwanzoni. Tuna huduma za kibenki kwa njia ya simu, tuna kadi zetu za kimataifa za Visa, lakini pia tuna online banking ama internet banking na tuna mawakala ambao wamesambaa nchi nzima. Kwa sasa hivi tuna mawakala zaidi ya 1400 nchi nzima. Kwa hiyo nia na madhumuni ya kuwa na hizi huduma ni kuwasaidia wateja wetu waweze kupata huduma hizi kwa urahisi zaidi, lakini kwa gharama nafuu. Kwa hiyo hatutaki mteja atumie gharama kwenda kutembelea tawi ili kupata huduma. Akiwa nyumbani, akiwa ofisini, akiwa kwenye biashara yake aweze ku, kupata huduma ya kibenki haraka, lakini kwa usalama zaidi yeah. Kwa majina naitwa Dativa Minja, ni mwandishi wa gazeti la Daily News, mwandishi wa habari, naandika habari za biashara. Kwa kipindi hiki, elimu ya fedha ni muhimu sana kwa vijana, kwa sababu ya mitandao au tuseme teknolojia, kwa sababu vijana wengi wamemezwa na teknolojia, na huwa wanapenda kupata pesa haraka na kufanya vitu vikubwa vikubwa haraka lakini wanashindwa kujua kwamba kuna wakati wa kufanya jambo fulani na jambo hili linahitaji baadaye. Kwa hiyo wanapopata elimu ya fedha, basi inawasaidia kwamba wajue mipangilio yao, kuna kusevu na kuweza kufanya bajeti ya vitu vyao mbalimbali.